nitaitumikia vyema na kwa moyo thabiti Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kazi zangu za Naibu Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia, na kwa wakati wote nitamshauri kwa hekma na uaminifu Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kwa vyovyote vile sitatoa siri za baraza la mawaziri. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. <mulia>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 Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kazi zangu za naibu waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo, na kwa wakati wote nitamshauri kwa hekima na uaminifu rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kwa vyovyote vile sitatoa siri za baraza la mawaziri. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie.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 katika kazi yangu za waziri wa nchi ofisi ya Rais management ya utumishi wa umma na utawala bora, na kwa wakati wote nitamshauri kwa hekima na uaminifu rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kwa vyovyote vile sitatoa siri za baraza la mawaziri. Eyo Mwenyezi Mungu nisaidie.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 nitaitumikia vyema na moyo thabiti Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kazi zangu za waziri wa afya na kwamba na kwa wakati wote nitamshauri kwa hekima na uaminifu rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kwa vyovyote vile sitatoa siri za baraza la mawaziri. Ee Mwenyezi Mungu nisaidie.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 kwa kazi zangu za waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, sera bunge, uratibu na wenye ulemavu na kwa wakati wowote wa nitamshauri kwa heshima na uaminifu rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kwa vyovyote vile sitatoa siri za baraza la mawaziri. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidia. <mulia>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 Raisi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kwa vyovyote vile sitotoa siri za Baraza la Mawaziri. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. <coughs>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 katika kazi zangu za, za waziri wa mambo ya ndani ya nchi, na kwa wakati wote nitamshauri kwa hekima na uaminifu rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kwa vyo vyote vile sitatoa siri za baraza la mawaziri. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Adolf Faustin Kenda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 katika kazi zangu za waziri wa elimu, sayansi na teknolojia na kwamba wakati wote nitamshauri kwa hekima na uaminifu rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania na kwa vyovyote vile sitatoa siri za baraza la mawaziri. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie.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 na kwa vyovyote vile sitatoa siri za baraza la mawaziri. Ewe Mwenyezi Mungu, nisaidie.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 na kwa moyo thabiti Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kazi zangu za waziri wa mawasiliano na teknolojia ya habari na kwa wakati wote nitamshauri kwa hekima na uaminifu rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kwa vyovyote vile sitatoa siri za baraza la mawaziri. Ewe Mwenyezi Mungu unisaidie <tune>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 vyovyote vile sitatoa siri za baraza la mawaziri. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. <coughs>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 sitatoa siri za baraza la mawaziri. Ee Mwenyezi Mungu nisaidie.